Nini tamko la serikali katika hili? Mjadala wa hoja za wabunge katika kikao cha 54 cha mkutano wa 19 wa bunge hili la 12, ambao umehitimishwa leo, na hoja ya waziri mkuu ikiwa ni hatua ya kuelekea kulivunja bunge lililozinduliwa Novemba mwaka 2020 na na Rais Dr John Pombe Magufuli. Miongoni mwa shughuli za bunge hili hii leo ni hotuba ya kuhitimisha shughuli za bunge iliyotolewa na waziri mkuu Kasim Majaliwa ambayo pamoja na mambo mengine amezungumzia maandalizi ya uchaguzi mkuu. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na maandalizi ya uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba 2025. Nitumie nafasi hii kuwakumbusha wadau mbalimbali, kila mmoja kwa nafasi yake, ikiwemo wananchi ambao ni wapiga kura, kushiriki kikamilifu katika uchaguzi huo. Mheshimiwa Spika, nitoe rai kwa kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba kila mmoja analinda na kuitunza tunu ya amani na utulivu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 lakini katika safari hii ya uhai wa bunge kumekuwa na majonzi, furaha na undugu kwa wabunge, na hapa Spika Tulia Ackson akawapa moyo na matumaini waheshimiwa hawa kuwa huenda wakakutana tena katika bunge lijalo. Tathmini ya mara kwa mara inasema kwamba baada ya kila bunge kumaliza, kumaliza uhai wake, wanaofanikiwa kurejea katika bunge jipya ni kama asilimia hamsini hivi. Hali hii yaweza kutupa unyonge, tukajiona tunaagana baada ya kama vile maafali hivi. Wabunge na wafuatiliaji wa masuala ya bunge wamekuwa na maoni tofauti kuhusu mwenendo wa bunge. Kama mimi ninayetokea kwenye e, ubunge kwa jimbo la kwa, kwa chama cha upinzani, nimeona kwamba hakukuwa na, na kasoro. Nimepata nafasi kubwa ya kushiriki kwa kutoa michango um, yangu kuuliza maswali. Kwa hiyo ilikuwa ni kama bunge la chama kimoja. Kwa hiyo kidogo, huo ulikuwa ni walakin, lakini ni walakin wa kihistoria, ambao umeweza kutusaidia kukua kwamba sasa tunakoelekea, umuhimu ule wa e, wa kuvumiliana na kuwa pamoja umeweza kujengeka, ulinzi bunge kuwa champion wa kutetea haki za watu pia nikiambiwa nitoe max kwenye asilimia e, kwenye max 10 ya 10 nitatoa 4 e, 4 ya 10 kwa maana kwamba bunge letu la 12 halikufanya vizuri sana kwenye utetezi na ulinzi wa haki za watu. Spika wa Bunge katika hotuba yake amesisitiza kuhusu wabunge kutekeleza majukumu yao waliotumwa na wananchi, kabla ya kuhitimishwa kwa shughuli za bunge limepitisha maazimio ya mkataba wa uanzishwaji wa shirika la fedha la Afrika, yani AFC, na kufanya marekebisho ya mipaka ya hifadhi ya Nyerere. George Mbara, Azam News, Dodoma.